Mimi nadhani kwanza wale wanao wa, wa, wa, wa, wa, wa, wanaomsema wanawasema vibaya mzee Nyerere na mzee Karume nadhani ni, ni kukosa adabu tu. Wazee wale wametufanyia makubwa sana nchi. Mzee Karume ndio ameongoza hey, mapinduzi maana ba, ndio ameongoza mapinduzi baada ya Waafrika kwa miaka mingi huko huwa wanapiga kura wanashinda wana, wana, wana wao lakini wanadhulumiwa mwishoni waingereza wale wa wakala njama na sultani wakatoa waka, waka uhuru elfu mbili na elfu moja mia tisa na sitini na tatu wa, wa, wakatoa uhuru kwa waarabu kwa, kwa, kwa, kwa, kwa wakamwachia sultani pale aendelee kutawala mpaka waafrika wale wakafika mahali wakasema bwana sasa imetosha mpaka wakafanya haya mapinduzi kwanza yenyewe kwa kweli, kwa mtu kama yule aliyejitolea ali kiasi hicho mpaka amefikisha ukombozi wa, wa Zanzibar, kwamba kwa kweli kufikisha mahali kumsemea maneno ya ovyo, mi nasema ni nikukosa adabu tu. Wengine hawa tuwache tu, tu, tu, hivyo hivyo walivyo tu, dunia yenyewe itawafundisha ita, ita, ita. Mzee Nyerere <laughs> itihada kubwa aliyoifanya kulijenga taifa hili. Ametuachia taifa katika mazingira, katika changamoto nyingi, nyingi. Mnakuwa na nchi na makabila mia na ishirini wa dini mbalimbali ametuacha wamoja, tuna amani, tuna utulivu, na misingi yaliyotuachia ndio inayotuongoza iongoza viongozi wote mpaka sasa, na naamini itaongoza ita viongozi wanaofuatia, na siku tukapata kiongozi akatoka kwenye ile misingi utaona uta, uta, nchi itakavyovurugika. Sasa mtu, mtu, mtu akifika aki mahali akiona aki viongozi hawa, hawana maana na tumia lugha chafu, nadhani tu ni, ni, ni, ni huruka ni ya watu wengine ambayo huna, huna, huna, huna namna ya kufanya. Tuwache walivyo, dunia yenyewe itawafundisha ita, ita, ita, ita, ita, ita, ita